Samahani, madam, niko na shida kuongea na wewe. Basi naweza tukaongea hapa au tuende ofisini? Suspension na kupata taarifa. Nimekuwa suspicious kwa sababu gani? Sisi tuko tumesimama tu pale. Nimekuwa mm, suspicious mm, wewe na nani? Na Mzee Balongo. Sawa, naomba nitembe Mzee Balongo Taw, ni ongea naye. Mzee Balongo. Mzee Leo, madam. Salamu habari. Nikuwa taarifa na Bichekeni hapa kwamba mepewa sanspesheni, nalifahamu hili kweli, naua sababu ni nini ya nini nyinyi kupewa? Uh, kiukweli, Mwalimu Kibabwadu alikikuta mimi na Bichekeni a tunapiga redio ana imba imba zile nyimbo i kidogo basi, mwalimu alifika pale akakemea kwa nguvu sana, na hatimaye sasa akasema kwamba lazima tunacheza na kwamba pale kuna kuna watoto. Mbona kuimba na kucheza ni swala la ni swala ambalo si la kuweza kuwapanaisa

Unaweza mkaenda kaendelea na masuala yenu ya kusoma na kuandika, oh. Unaondoka? Mzee Balongo njo twende. Mwalimu. Na nita labda tuende ofisini. Sasa nenda wapi na kunyuma? Unaogopa nini Mzee Balongo? Hebu tuende bwana. Mzee Balongo, ah, bora usasugia ni bwana anakuita na kuona sita sita ah. Sio kama sikuwa mimi mwalimu, unajua mimi naishi, naishi ya naishi kwa uangalifu sana kwa sababu kuna viumbe wajibajabu wananisumbua sana Mzee Balongo. Ina maana hata mimi uniamini? Sio hivyo mwalimu, ni kwa sababu ya wasasi wangu tu. Sikutegemea kama ukifikia hata mimi mwalimu wako kutokuniamini. Kiumbe cha ajabu? Ndio, mimi sasa niko mbele yako na kwa sasa tutahakikisha tunakutesa kidogo kidogo. Ah! Pale Tulikubaliana nini?

Kwa bichekei ndio hapa jamani, shafika no. Nyumba yake ndio hiyo, mtoto wake ndio kashafika. nahitrifu kashamba mama yake okay, kwa elimu. Wewe, mama yako yuko wapi? Wee hausikini navyoongea au, au? Kwanza nyiwe mama yangu nini, unajua tumekuja kuchekesha hapa? Mama yako yuko wapi? mama yangu ameondoka anarudi saa sita usiku. Wewe unaingia wapimo? Nitakuitia mwezi sasa hivi mwezi. Mama yako iko wapi? Hayupo? hatufagili thelathini na mbili wala arobaini na tano hii sabini na saba namba ya wakulungwa, unasikia? Mama yako iko wapi? Mama angu waisha ambia, hayupo, anarudi saa sita usiku. Watoto ahawachelei kuongea mama zao kwenye mapipa hapo. Hebu cheki kidogo hapo, inawezekana mamake iko kwenye pipa. Wee, mama yangu ameongeza kwenye pipa? amekuwa maji au amekuwa samaki? Tope mama, nifiche kwenye pipa. mama hayupo hapa Mama, washaondoka. Toka toka, ndio toka, toka. Washaondoka, wanatoka sasa, usiwezi kutoka

Mwanangu, mimi anaye ningekuwa, nishalipa ile, nisinge zalilika mimi. Mwanangu nisamee kwa yote unapitia. Ulivyowaambia wamekubali, watakuja saa sita. Mimi leo silali ndani mama, naenda kuomba ulale. Wakija usiku saa sita, wakigonga wambia usiku mtu afunguliwe Nilipe nisepe, nilipe nisepe, nilipe nisepe fasta. Lini aidi? Baada siku mbili mpaka sasa, so ni wiki tano. Lini aka ya elfu mbili huja nipata shengi tano. Yani huyu mwalimu hajanijua ananichezea. Eh, mwalimu Kibwabwadu, mwalimu Kibwabwadu, mwalimu Kibwabwadu yuko wapi? Ayupo, amesafiri amesafiri. Eh, ameondoka, maana kuna mengi, kasafiri. kaenda wapi? Ni siri kidogo. Naweza nikakuibia na kusoma hapo. Ndio bwana, kati ya mimba wanafunzi, kati ya mimba wanafunzi wa shule ndo chanzo cha kuondoka. Sasa kama ndo kaondoka, mimi na yangu atanilipa si si? Vipi hapo? Sijajua, sijajua atakulipa vipi Ah. Siju kabisa kama atarudi leo wala kitu. Wow. Wewe mama, wewe. Wewe mama, mimi naitolea wapi naitolea wapi? Na wakati mnashauriana, mimi nilikuwepo. Mnapiana, mimi nilikuwepo. Sija kuwepo. Sina kabisa hiyo hela. Wewe jiangalie, jishimo. Ajarishi kati ya mimba mwanafunzi na si mwanafunzi. Yeye mwalimu Hamna eh, hata ubaya. Mwanafunzi huyo amemwalea watu wazima awa, au watoto? Sijafahamu. Kama mtoto au mkubwa. Yani wewe alifanya kavurugwa, sasa mimi nimevurugwa zaidi yake. Yeye kama kwenye hoja ya mgonjwa, mimi najua ni chokila. Naonekana. Naonekana nini naye? Nimevurugwa. Wewe jiangalie. Yaani mimi ndo nichekee stishi nyao. Yaani mimi kaidangu tu nikifanya tu bu bwa nimemaliza. Sawa. Sasa kama alifanya hata kujinga katika kundi la ninga, utachanika mabawa. Haina shida. Wajifahamu pamoja sawa huko mimi nimechana mashuka una hata ushirikiano wenzako wata ushirikiano kwenye masuala kama hayo wata ushirikiana. Sawa haina shida. Nenda mbele kule Karibu <tipos> salama. Karibu <tipos> karibu wanafunzi. Samahani mwalimu, <tipos> bila samahani, mimi kwa shida naomba nisaidie. <samani. tipos> Kwa sababu nimepata taarifa mwalimu Kibabwado amefukuzwa, lakini yeye mwalimu Kibabwado amekopa hela kwangu mimi, namdai. Na ndio maana niliwaambia kueni makini na mwalimu Kibabwado. Haya yote niliyajua. Pole sana, sikafukuzwa kabla ya tarehe thelathini na masiku na laki ya mshahara. Basi mngechukua laki ya mshahara mnipe mimi, nikalipeni kwa sababu nimekopa kwa ushadamu. Uko sahihi sana lakini, mshahara wake pia tushamalizana naye, manake shuleni hadaiwi wala hadai. Ah. Kwa ndo alipata nauli ya kutorokea. Mimi nitafanya gani kule nyumbani sina hata amani. Yaani kulala silali nafanya kazi za kujificha. Yaani hivi nilivyokuja huku wamekuja nimewakimbia. Yaani mpaka sasa hivi masomo yeye darasani hayapandi. Kila nikikaa na wazana nifuata. Kila nikikaa na wazana. Sasa mimi nitafanyaje jamani? Pole sana. Basi mwalimu, nisaidie hata wewe kupunguza ile deni nisaidie maji uni, unigeia uni, uni hata elfu ishirini nikapunguza nikalipa ile deni. Kwa mimi mwanamke mwenzako na mimi hapa niko ofisini na ile swala ni nje ya ofisi. Kwa hiyo hata kama swala la kukusaidia sio kwenye ofisi, labda ujaribu sehemu nyingine. kila pole.

Ukiangalia kama maisha tulikuwa nayo jana, juu zile na mikopo. Wenzetu wakubwa wanafanya biashara kubwa, sisi wanachukua mikopo kuendeleza biashara lakini sisi tunachukua mkopo, unaanza biashara. Ina maana biashara ikifa, na mkopo umekufa. Ndio maana tunashindwa kuendelea. Kwa hiyo mwanangu, nachukua sana kama mbali sana, ogopa mikopo kama ukome au kama wanasema ugonjwa gani ile Ebola, maana ndio inatisha sana. Sasa ndio iogope hivyo hivyo, ndio maana nimekuelewa. Msikilizeni dada yenu, na wewe kweni makini, someni ili mje kutafuta kazi za maana, mje kunisaidia na mimi nipumzike na yazaji kwa sababu nimekuwa roho yangu juu juu, sina hata amani. Yaani, wanasema dunia sio mbaya, kwa kweli dunia sio mbaya, ila walimwengu ndio wabaya. Maana walimwengu anaweza kukuchanganya mpaka dunia yako kaiona mbaya. Kwa hiyo kuwa makini mwanangu, na mikopo ogopa sana. Mtoto anazua kama vile mbwa alikuwa hana mchunga. Kwa nini abadiliki kila siku na kana msema

We Mpemba, Mpemba, we Mpemba, wewe <tiple> eh, una haa, fo, fo, fo. We mama, wataka nini kwangu mimi hapo hmm? Mama we mama, nataka nini mimi, pitane kwa nanda zangu hivi. Nashangaa na kichuguu kimekaa hapo mbele vipi?

Kumba na busha. Ano ya tezi dume naitwa. Mimi kwa na kushauri tu. Kwa sababu wenzako tezi dume sasa hivi natidika. Ukiwai. Unafanya operesheni. Unavaa suweli yako fresh na shati. We siku zote shule na kanzu watu kweni kuvaa shati wala wa suwali. Na katu ya kijana mdogo tu shalo. Mimi kwa shangaka sababu si udini imenizidi. Kumbe unaficha vitu vyako. Asa yo tezi dume nafichika sasa hivi. Yaani kama pembe ya ng'ombe. Na sasa usipotahazaje, hata siku umevamiwa, unashindwa hata kukimbia, maboma yamelipuka, wewe unashindwa hata kukimbia kwa sababu mbele una mtoto. Kafanya operesheni wewe. Hospitali zimejaa kibaka kwa ajili yenu. Unaambiwa siku zote, mficha maradhi kifo humuumbua. Mimi nakushauri tu. Kwa sababu mimi mkubwa na familia yangu na najua majukumu. Kwa hiyo hapo wewe hata mwanamke yenye kumpata inakuwa kazi, kwa, kwa sababu akiona hicho kibusha, kesho arudi tena. Kwa mimi nakushauri tu mpira hapa. <laughs> Mimi siku ya juzi sikunyima mtihani kwa makusudi mimi, ule mtihani nilikuwa nimewekewa mivyema nime, nime, ya mchongo yote. Sasa naye kama nataka siri yako ifiche busha lako na mimi ufiche siri yangu. Usiambie watu kama mtiani mimi nimewekewa mapata lakini hamna kitu. Ambi ha, bichekeni hali na shida hilo? Eh, hey, yani ukifia tafiu na mimi nafanya sio. Yaani kitoka hapa na nafanya bui bwa. Fumua yangu uone. Ah, ah chekeni. Mwanzo ni kufanya siri mimi naliweza ile swala ya kufanya siri. Siwezi kumwambia mtio yote, kama wewe umepata buyu na mimi naomba nifanye siri ili busha langu unistili. Usiwaambie mtio yote, hiyo siri yangu mimi nayo bichekeni. Ndiwezi kutoa silaha ya mwisho moja, kusambazia upendo nzuri Mariana. Oh, Mariana, jina zuri. Naomba nikuagize, afu nitakupa zawadi. Ah, hata sija kujua. Oh, janijua. <laughs> Ah, siko vipi mbona ananita kwa ukali, alafu mtoto mdogo nanita kama mtu mzima. Huwezi kunita mama, nanita jina langu. Kwa nini namsaidia mzee wangu, namsaidia nini? Sasa sasa, usiingilie mambo wasio kuhusu. Naota niko macho makubwa. Mbona ii mtoto mdogo unaongea maneno kama mkubwa mzima, umetumwa